na zaidi zaidi kiweza kufanya kazi ile kusudiwa, kwa sababu vyombo hivi vinanunua kwa pesa nyingi na ni kodi ya wananchi, kwa tutaahidi kuvitunza vilevile. Tutaahidi kushirikiana na wadau ambao ni wa maji kupambana na uhalifu na moja. kwa pamoja tutatumia nguvu zetu zote kuhakikisha kwamba eneo letu la majini kwa, kwa Zanzibar liko salama kabisa. Kamanda wa polisi kikosi cha wanamaji Tanzania, nipo hapa leo Zanzibar nikiwa ni maelekezo ya mkuu wa jeshi la polisi kuja ukabidhi boti moja kwa ajili ya operesheni mbalimbali mbali, pamoja na shughuli za uokozi pindi majanga yatakapotokea baharini. Boti hii ni miongoni mwa boti tatu ambazo mkuu wa jeshi la polisi amezigawa kwa Zanzibar, kwa maana Zanzibar yenyewe kama Unguja, Pemba Kusini na Pemba Kaskazini. Kwa hiyo baada ya ukabidhi hapa, boti zingine mbili zitapelekwa Pemba Kusini na Pemba Kaskazini. Maelekezo ya mkuu wa Jeshi la Polisi ni kwamba boti hizi zitumike kwa tija, kwa kuzingatia kwamba fedha nyingi imetumika katika kununua boti hizi. Boti zilizonunuliwa ni kumi na moja zenye thamani ya bilioni 4.5 sawa na boti moja milioni mia nne. Ni, ni kwamba boti hizi zitunzwe vizuri, ili ziweze kudumu, ile thamani ya pesa ipate kuonekana, lakini kwa kuzingatia kwamba hii ni fedha nyingi na ni kodi ya wananchi kwa jina naitwa Akif Ali Khamis, mkurugenzi mkuu shirika la bandari. Kwa furaha kubwa leo tumepokea uongozi wa jeshi la polisi hususan nahusiana na upande wa huduma za maji na tunatarajia Zanzibar kupokea takriban boti tatu ambao kwenye mgawanyiko wa boti kumi na moja zitakazogaiwa katika nchi ya Tanzania. Boti hizi zitasafi katika bandari zetu za Unguja na Pemba na kwa hali halisi kubwa sana zitaweza kutusaidia huondokana na changamoto ya huduma za rescue za uokozi lakini pia kuboresha usalama katika maeneo yetu ya bandari, na nimekuja ndani ya muda mwafaka kama tulivyoteta hapa leo, kwa sababu hivi karibuni Mheshimiwa Rais amezindua boti za sea taxis, ambazo takriban sita zimezinduliwa na ilikuwa kilio cha muda mrefu wa wa wahutoa huduma za baharini hususan kwa upande wa utalii na wananchi, kuwepo kwa boti za ambazo zinaweza kutoa huduma za uokozi lakini pia kupambana na uhalifu pale inapotokea changamoto yote. Kwa sisi kama uongozi wa shirika la bandari, tumezipokea kwa mikono miwili na tumefarajika kwa kuwa sasa tutaweza kurudi kwa wadau wetu kuwaambia jinsi gani serikali imeweza kulifanyia kazi suala so, hili la kuboresha usalama baharini ndani ya muda mfupi sana ni jambo la kujifarajika na hususan, tukizingatia limezingatia pande zote mbili za Unguja pamoja na Pemba kwa ajili ya kuhakikisha usalama baharini na katika bandari zetu unaboreka. Kwa hiyo ni jambo la kipekee, ni sifa ambayo tunapenda kufikisha kwa jeshi la polisi kuendelea kutuunga mkono katika kuboresha huduma zetu za bandari na sekta nzima ya usafiri baharini kwa kujili kuongeza huduma bora katika ulinzi, lakini pia usalama wa wananchi pamoja na bidhaa zao ambazo zinasafirishwa katika milango na njia zetu za bahari.